Kim Media. Ilikopo ni asubuhi tumefika hospitali, ilikopo tarehe 24. Tulipofika pale hospitali, mimi nikafika pale hospitali nikakaa mbele yangu ndo akaanza kufanya hizo process za kuonana na daktari. Tulipoonana na daktari, tukamkuta daktari mwingine wa kike yupo mle ndani. Tulipomkuta yule daktari, tukaongea naye, yule daktari akaniambia kwamba lala hapo ni kuangalia. Kalala, nikalala kweli pale kitandani akipo na daktari, na daktari yule wa kike yumo na mume wangu na yeye mwenyewe daktari Juma. Nilipokuwa nimelala pale, akanibinyabinya tumbo, akaniambia shuka. Nilipo shuka, akatuelekeza kwa dokta mmoja hivi, akasema kwamba kuna dokta hapa, ultrasound haipo, ila kuna dokta mwingine ambaye anayo hiyo ultrasound. Akawa ametuelekeza kwa dokta Lichi, tukawa tumeenda tumefika kwa dokta Lichi. Huyo dokta Lichi akawa amefanyaje, ametupima ultrasound, akatuuliza majibu, alisema ni mrudishie, tukasema ndio, akatupa ile majibu, tukawa tumemrudisha dokta Juma. Tulipomrudisha dokta Juma akamkuta yupo na wagonjwa wengine. Kawapeleka chumba cha upasuaji. Tulipo alivyokuwa ametupa yale na nilia tumempa yale majibu, akaniambia nisubiri hapo tu. Kweli tukamsubiri. Alivyomaizana na yule mlanilia mtu wa kumpasua kwenye kile chumba cha upasuaji akaniita mimi. Alivyoniita mimi, nikiwa peke yangu. Mume wangu yeye akabaki pale pale ambapo alikuwa ametuambia tumsubiri. Nilipokuwa nimeenda mle, akaniambia kwamba wewe una uchafu. Mwingi. Kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakiwa nikupatikie, ili kusaidie. Alivyokuwa kaniambia, sasa akaniambia lala hapo chini, ili nikupatikie dawa. Vue nguo, nikupatikie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniambia amenifanyaje, nifanyaje? Amenipatikia dawa. Ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala. Nimelala, akaja akawa amevua nguo na yeye, akaanza kunibaka. Alipoanza kunibaka mimi, nikaanza kuwa na nalia. Nipo nalia, afu akawa ananiziba mdomo. Ameniziba mdomo afu akamaliza, alivyomaliza haja zake akawa kamfanyaje, kaniruhusu. Nikawa nimetoka kile chumba. Nilipokuwa nimetoka kile chumba, ila mume wangu alikuwa wa kamenona kabisa, nipo nalia. Akawa niuliza, wewe vipi? Tukawa tumeelekea kule kwa huyu Dr. Juma. Dr. Juma akatupa zile dawa ambazo zilikuwa zinahitajika. Alafu akatwambia, wewe unaweza kumpachikia mke wako dawa au mke wako unaweza kujipachikia dawa. Nikasema hapana, akasema, njoo nikuelekeze Alivyokuwa akaniambia niende akatuelekeza ndo tukaenda mimi na yeye na mume wangu tena kule chumba cha upasuaji. Ako amenielekeza ila mimi nipo nalia. Nilivyokuwa nalia anamuelekeza mume wangu jinsi ya kunipa, kunipachikia dawa. Baada ya hapo alivyomaliza tukashuka. Akaniambia shuka muende sasa. Sawa sawa. Kwa hiyo na mume wangu wakalipana mimi na nilia nipo nalia tu nipo naondoka. Mume wangu akaniambia mbona wewe upo hivi? Kuna nini? Ndio mume wangu nilikuwa nimemwambia kwamba Dr. Juma amenibaka. Mama wangu akasema mm, haiwezekani. Namkuta alivyorudi hakumkuta hakumkuta Dkt. Juma amemkuta Dkt. Juma hayupo, ndo akawa ameniambia hapa, tunafanyaje sasa, tunafanyaje, Dkt. Juma hayupo. Nikamwambia hapa, nimwambie mama, mama wangu ambaye mama wangu ni mzazi. Tukao tumemwambia mama, mama akasema nifuateni huku nyumbani, tukao tumemfuata mama. Tulivyokuwa tumemfuata mama, ndo tukaenda kuonana nao waganga au madokta ambao hapo juu ya Juma, tukawa tumeenda kuonana nao. Tulipokuwa tumeenda kuonana nao tukawaeleza tuka tumwaeleza, ndo akatambia tuwasubirie kwanza, tukaongea nao mle ndani, tumeongea nao mle ndani. Mwisho wa siku akaanza kuwaita hao ma wakuu wa wapelelezi. Walipokuwa wanawaita ndo ikawa imeendelea hivyo mpaka tumeenda kituoni, na mpaka sasa ipo hivyo. Tafadhali usisahau kusubscribe.